Mkoani Mbeya, ambapo tunaelezwa baadhi ya wananchi wa vijiji vya Ntokela, Ndaga na Zunda, kata ya Ndato, wilayani Rungwe, mkoani Mbeya, wamempongeza Rais Dr. John Magufuli kwa uamuzi wa kuiboresha hospitali ya taifa ya Muhimbili. Wananchi hao wametoa pongezi hizo kwa rais wakati wa harambee kuchangia ujenzi wa kanisa la Waadventisti wa Sabato Swebe lililopo Ntokela wilayani Rungwe, na kuahidi kumuunga mkono rais kwa kufanya kazi kama kauli yake mbiu inavyosema hapa kazi tu. Taarifa zaidi na Hosea Cheo. Bado pongezi zimeendelea kutolewa kwa ajili ya maamuzi ya Rais Dkt. John Magufuli kuiboresha hospitali ya taifa ya Muhimbili. Kwa sasa ni wananchi wa vijiji vya Ntokela, Ndaga na Nzunda, kata ya Ndato, wilani Rungwe wanatoa pongezi kwa rais, rais aliyo na msimamo nao sasa anavyoonyesha kabisa kwamba anaweza kaibadilisha nchi ikaenda tofauti kabisa, hasa kutokana na zoezi aliyolifanya alipoenda Muhimbili kanio. Jambo lile limefurahisha sana sisi wa Tanzania, na akikaza mkazo huo huo aende hata kwenye taasisi zingine itasaidia sana hata wale wanu, watendaji wa kazi wengine wale wataonekana kweli wanatenda kazi vizuri, kwa sababu tayari ameshaonyesha nini uwezo wake, kwamba hataki mtu mzembe na hataki mtu ambaye anafika mahali anaonyesha kwamba yani hajali. Unaona, kwa jambo kama hili, mimi mwenyewe binafsi imenifurahisha sana kusikiliza hotuba yake e, ya rais wetu kwenye bunge. Mimi binafsi ilinikonga moyo nikaona kabisa taifa letu linaelekea vizuri, hususani kama atafika sehemu atasimamia yale ambayo amefanya nini ameyazuuzi. Nina imani kabisa taifa letu litaenda sehemu nzuri. Kwa ujumla kwa kweli nilianza kumwamini Mheshimiwa Magufuli yake inayosema hapa kazi wewe. Haiwezekani leo unatumia sherehe milioni mia tano na kila na, na, kwa ajili ya starehe ya, ya, ya, ya muda mfupi wakati kuna watu wana matatizo kadha wa kadha, hakuna chochote kinachofanyika. Mimi binafsi nazidi tu kumwomba Mungu na kumwombea rais wetu aliyeingia kwa madarakani kwamba Mungu amsaidie ili aweze kuongoza nchi hii kwa hekima aliyewahi kuwa waziri wa afya na ustawi wa jamii Profesa David Mwakiusa ambaye amekuwa mgeni rasmi kwenye rambe ya kuchangia ujenzi wa jengo la kanisa la Waadventisti wa Sabato Swebe hapa Ntokela. Pamoja na kupongeza hatua za Rais Magufuli, Profesa Mwakiusa yeye amesikitishwa na hali ya kisiasa inayoendelea wilayani Rungwe, hasa matukio ya uchomaji moto wa miundombinu

katika harambee hii zaidi ya shilingi milioni 19 nukta 7 zimechangwa kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa jengo la kanisa la Wadventisti wa, wa Sabato Swebe, ambapo kiasi kilichokuwa kinahitajika ni zaidi ya shilingi milioni 6. Kutoka hapa Rungwe mkoani Mbeya, mimi ni Wasiachewa wa TBC.